Habari zangu, naitwa Salim Jwete aka Samjet. Ni nilikuwa mshiriki wa Dume Challenge na mimi ndo ushindi wa Dume Challenge mwaka 2012, msimu wa kwanza. Nawashukuru sana, nawashukuru wote ambao walikuwa wameangalia mashindano haya Dume Challenge kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nawashukuru walionipongeza, walikuwa wanafuatilia mimi, walikuwa wanafuatilia kipindi na walikuwa wanatoa ushauri kwenye kwenye blog, kwenye kwenye kila kitu, na pia kwa sasa nimerudi tena nyumbani kwenye uwanja wa nyumbani, na naandaa project zangu. Kuna movie na kuja hivi karibuni taitotwa mzoga ambayo nakuwa nimefanya mimi, na tunatarajia kufanya tena mradi mwingine kwa ajili ya watu wa Mtwara. Kuna mradi uyo tunakwenda kufanya kuusiana na ongezeko la watu na nani na, na kule na kwa namna gani wataweza ku- u- kuhimili vishaushi vyao na kutumia kwa wa kupata elimu zaidi ya kutumia kondom condom sanikwhio a watu kwa sababu ushaushi unakuwa mwingi sana ka tuna mradi kue amba tt tunakufanya kule na, na kingine nawatakie ni heri heri ya Christmas na mweka mpya. Unajua ni kipindi cha kusherekea ni kipindi cha kufurahi na nini, lakini usalama wetu ni kitu muhimu sana kwa vijana na kama mimi, tusherekee lakini tukumbuke kwamba tutakapoingia kwenye masuala ya ngono, basi tutumie kinga. Nafikiri na kinga sahihi ya kondo ndio kondo, haijalishi haijalishi unatumia hivi, lakini tutumie kondo kwa so, sababu ni kitu kizuri kujilinda wewe na kumlinda yule ambaye wewe unamdhamini. Uwezi jua tu watopa vinaenda huwezi jua nini ulifanya jana usiku afurai ukama kako vipi? Kwa hiyo tukilewa sana, basi tusiende huko tukajikuta tunaenda bila, bila bila usalama zaidi, kwa sababu usalama ni muhimu sana kwenye maisha yetu kwa sasa hivi.